kutosha, na uchawi anao, lakini matatu yake, lakini bado anakuonyesha kwamba Bwana Yesu yupo na anasamehe dhambi. Na Yesu anasema mpate kujua mwana wa Adamu anaamya kusamehe dhambi duniani. Hebu tazama kipande cha Lil Wayne. Sasa huyo ni Lil Wayne, wewe unasemaje? Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ah, Mungu akubariki wewe ambaye unaendelea kufuatilia channel hii, na Mungu akubariki sana, na ninakupenda. Na kila siku Bwana akilijalia, neema nitaendelea kukupatia maneno ya uzima. Na jioni ya leo kuna jambo moja ambalo nataka nikushirikishe, lakini kabla sijakushirikisha eh, kwanza nataka tuzungumzie kurudi kwa Yesu Kristo, kwa Yesu Kristo, jinsi atakavyorudi itakuwaje na mambo yatakuwaje. Basi kwa dakika chache ngoja nikuombee. Baba, katika jina la Yesu nina kushukuru kwa sababu ya mtazamaji huyu ambaye anakwenda kusikiliza maneno ya uzima. Bwana Yesu, ukamfunike ukamlinde na kumwatamia na kumtetea, ukamfungue fahamu zake na fikra zake, akapate kukujua wewe, katika jina la Yesu namweka mikono mwako, amen. Petro wa pili sura ya tatu mstari wa e, mstari wa kumi, neno la Mungu linasema hivi: lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zomo ndani yake zitateketea. Basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa hivyo, imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utaua, mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu na kuhimiza ambayo, kwa hiyo mbingu zitafumuliwa zikiungua na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka. Tukirudi hii Petro wa Pili sura ya tatu e, sura ya tatu mstari wa tatu anasema hivi: mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja watu na dhiaka zao, watu wenye kudhiaki wafuatao, walifuatao tamaa zao wenyewe na kusema, iko wapi ahadi, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumba ulimwengu. Maana ufumba macho yao wasione neno hili ya kuwa zilikuwepo mbingu zamani na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Kwa hiyo dunia ya wakati ule iligharikishwa na maji ikaangamia. Lakini mbingu ya sasa na nchi imewekwa akiba kwa moto na neno hilo hilo, zikilindwa hata hata siku ya hukumu na kuangamia kwa wanadamu wasiomcha Mungu, siku za mwisho watakuja watu na dhiaka zao wakisema iko wapi ile ahadi ya kuja kwake Bwana? Kwa, kwa maana tangu babu zetu wamelala, baba zetu, vizazi na vizazi, mbona vitu vimebaki hali ile. Lakini anasemaje pale mwishoni? Watu wanafumba macho, wanajizima hata kabisa, yaani wa hawakumbuki wala hawaoni kwamba zamani, wakati wa Nuhu, zilikuwepo nchi na mbingu zilikuwepo, watu waliwawa, walikalikishwa na maji, na kipindi cha Sodoma na Gomora watu walihubiriwa. Kukumbukeni kipindi cha Nuhu, watu waliziaki, wengine wakacheka, walimcheka yule mzee Lutu, wakaona kama amechanganyikiwa. Na Mungu alipomsaidia Lutu, iliyosema watu wakaangamia kwa moto. Ivi sasa zimewekwa akiba kwa ajili ya jehanamu ya moto, na ndio maana ukisoma kitabu cha Amosi anasema ole wako wewe unayetamani siku ya Bwana, kwa sababu sio siku ya furaha ni siku ya huzuni na ni siku ya kutisha mno, ambayo sio rahisi kuifikia. Kwa sababu wewe fikiria, kama watu waliangamizwa na, na moto ule wa kipindi kile cha Sodoma na Gomora, kwa ukahaba, kwa ushoga, ulevi, eh. Wakati mwingine wanafanya madhiaka mengi, wakati mwingine watu wanafanya mambo ya ajabu, wanaenda kinyuma na maumbile, wanawake wanawake, na wanaume kwa wanaume, mpaka dunia sasa tunazikuta watu mpaka wana mashoga wanadai haki zao na nchi zingine zinawaruhusu. Kwa hiyo ni moja kwa moja kwamba tukikaa vibaya zisi watumishi kama hatutatangaza neno la Mungu kwenye mitandao, tukiacha watu dunia yote, saa hizi haipo hapa. Zamani mamisionari walikuwa mamisionari wanakuja duniani hapa, wanazunguka kwa miguu, wakati kutumia usafiri, lakini sasa tunatumia vyombo vya teknolojia kukufikia wewe ulie mbali. Na ndio maana ngoja nikwambie ndugu yangu, Usifikiri kazi ni nyepesi. Yesu alisema nitakuja, anamwambia wakina Petro, nyumbani kwa baba yangu kuna makao mengi sana, kama sivyo ningewaambia. Ninaenda kuwaandalia mahala ili nije niwakaribishe tena. Na anasema siku hiyo nitakuja kama mwizi tena maana yake dunia haitajua hata kidogo. Watu watachukuliwa na Yesu, watapaa mbinguni, watakutana huko juu. Watu wataanza kupiga simu kwamba watu wanapotea, serikali itaanza kutafuta watu. Biblia na Yesu anasema wawili watakuwa wamelala, mmoja anatwaliwa, mmoja anaachwa. Wengine watakuwa mashambani, mmoja anatwaliwa, mmoja anaachwa achwa. Hapa ulikuwa si chooni huko unajisaidia, una unakata bogo, utashangaa tu umechukuliwa hivi wewe mzima mzima. Mimi nakushangaa wewe unayesema siwezi kwenda kwenye ibada leo mpaka nijiandae. Siku ya unyakuo wa Yesu Kristo anapokuja, ndugu yangu, sijui kama utatoboa itaafu taafu hakishakuja Yesu kuchukua wanafunzi, kitakachobakia duniani ni dhiki kuu ya mapinga Kristo ambayo haielezeki namna hiyo. Lakini mwisho wa siku Mungu anasema wote, kila goti litapigwa mbele zake, tutakusanyika mbele ya kiti cha enzi, ndipo hukumu ya Jianamu itakwenda kufuata. Ndiyo maana utakuta watu wakiingizwa kwenye moto, ndugu yangu ule moto wa jehanamu, sio moto wa dunia hii. Sodoma na Gomora kweli ni choma kwa moto, lakini moto mungu anaozungumza ni moto wa milele hata milele. Ndio maana Yesu anasema siku hiyo wanawake wengi watajuta, kwa nini tulizaliwa duniani? Ndio maana anasema wengine watasema heri matumbo yasiyozaa na matiti yasiyonyonya. Ndio maana kuna mwanamke mmoja, kusoma kitabu cha Luka 11 mstari wa 28 na hadi wa 27 hadi 28. Yule mwanamke anamfuata Yesu anamwambia heri, tumbo lilokuzaa na matiti uliyonyonya. Yesu anasema sivyo, heri anayosikiliza agano la Mungu na kulishika. Kwa sababu kama umeutenda mti mbichi namna hii hapo, kumbuka Yesu wakati anateswa, anaanguka na msalaba, akasema kama wanautenda mti mbichi namna mna hii, itakuwaje mti mkavu? Oh, Yerusalemu inaua manabii. Yerusalemu imeua mitume. Na manabii mwenye Yesu mwenyewe anasema mliona kabisa jinsi mlivyowatenda. Mara ngapi nimetaka niwakusanye kuku kama vile kuku wanapokusanya mifaranga, hukutaka. Lakini mambo ya wokovu yakafichwa machoni pao, tukapewa wokovu sisi watu wa mataifa, mkombozi wa Musa wa na anasema nendeni, mkawahubirie watu wa taifa la Israeli, msiwaende mataifa. Lakini baada ya Yesu kufa na kufufuka, Petro anaonyeshwa maono kwamba usiwaite najisi hao. Kwa Petro ndio akaambiwa, sasa nenda kaanze kuhubiria, mpaka wakina Kornelio wakaanza kuokoka. Ndio maana Paulo anasema wokovu ni neema tu. Matawi halisi yaliondolewa, sisi ndio tumepandikizwa pale. Jehanamu inatisha hivi, jiulize, kama unaweza kustahimili jehanamu Kanyaga moto hivi dakika tano tu hivi, kanyaga kadakika tano tu ukiweza. We jamani, hatari sana. Watu wanaita ujanja. Mtu akijikata kidogo anaangaika, hii kidonda changu ayayayaya. Kidonda ukiungua na moto, sufuria moto kishika hivi. Moto wa Mungu sio mchezo ndugu yangu, ni vema ungegeuka ndio maana Musa, wakati wana Waisraeli wamefanya makosa jangwani, anasema Mungu, naomba nifute kwenye kitabu chako cha uzima. Mungu anasema nini tena? dhambi ndio utakayemfuta. Na Yesu huyo yeye anasema Musa aliandika habari zangu, kama mumuamini Musa, hata mimi hamtaniamini. Musa aliwakomboa Israeli kutoka utumwani, Yesu akatuweka huru kiroho. Kwa hiyo torati ililetwa na Musa, neema na kuletwa na Yesu. Yuko msanii mmoja, nampenda sana huyu, ndio nataka nimgusie, nataka nimgusie anaitwa Rihana kutoka Marekani yule dada nadhani Mungu ameanza kumpa neema na Yesu Kristo alisema ishara zangu mtakavyoziona, mjue nyakati za mwisho zimekaribia. Rihana ametoa wimbo fulani anasema, Jesus is coming. yaani anasema Yesu anakuja, na anaonyesha kabisa jinsi moto unavyowaka pembeni, anajaribu kuweka, anaonyesha jinsi mbinguni mambo yatakavyoendelea, kama kwenye mitandao wanavyojaribu watu kuedit kwamba jiala huko hivi, kuzimu inatisha hapo, shetani ndipo anapofunga watu. Fahamu Rihana kama Rihana anajua kabisa Yesu anakuja Anafahamu, anajua Yesu anakuja, na ameonyesha kipande kabisa, Yesu anakuja. Yule yule ni Rihana. Sasa watumishi wa Mungu tukionyesha, labda tuaminiki, lakini msanii wa dunia hii Rihana anaonyesha Yesu anakuja. Sasa wewe jiulize, siku hii atakuwa na udhuru? Ndio maana Petro anasema wanajizima data kabisa. Yesu anasema wana macho lakini hawaoni, masikio wanayo hawasikii. Watu wanageuza neno la Mungu kama ni sehemu labda ya kufanyia burudani, na wanacho kiipa ndio kitakachohukumu. Anasema jesus is coming. Hebu angalia kipande cha jana hicho, the king is coming, oh can't you see

chaakiona umeona jinsi mwanamke anavyofanya, anakuonyesha kabisa, na moto kabisa wajanamu, alafu na sehemu anatembea mbinguni kabisa. Hebu kipande heo, nikuwekee kipande, kitazama, okay yuko mtu mtu mwingine rafiki rafiki yangu sana wa zamani, alikuwa anapenda sana uimbaji wake, naona na kina Diamond Ibrahim, na wao wametamani kuchora matatu mwili mzima, wakati neno la Mungu linasema msichore tatu kwenye miili yenu, kwa sababu mwili wako ni hekalu la Mungu. Tafsiri ya hekalu ni nyumba ya Mungu. Mungu anasema mbingu ezru ni kiti changu cha enzi, duniani nimeweka miguu, nijengee nyumba namna gani? Sasa watu wanapochora tatu kwenye mwili, maana yake wanafanya kama mwili wao wao nyumba ya Mungu, wachore tatu. Mungu anasema nitakaa ndani yao, kwenye mioyo yao na ndani kati yao nitate Bea Mungu anapokutazama anasema mtukuze. Paulo anasema mtukuze Mungu katika mwili wako. Lil Wayne amechora, amechola matatu, lakini anajua kabisa mtu anataka uokoke halafu ukabatizwe. Na nimeuona sehemu kipande kimoja, nimekuta Lil Wayne anaomba anasema, forgive me Jesus natamani kutoka kabisa kwenye mtego wa shetani, nimenaswa na kuzimu, lakini nashindwa. Naomba unisaidie niokoke, angalau na mimi niokoke, nipate toba, nitoe kwenye kifungo hichi. Lil Wayne anaonyesha kabisa. Unaweza kusema mtumishi wa Mungu naongea kitu gani, wengine hawaelewi. Wa ni ngoja nikuwekee kipande cha Lil Wayne Hebu mfuatilie Lil Wayne, uangalia anabatizwa kabisa, anaongea kabisa na ubatizo upo, watu wa dini. Cha ajabu ukienda romazui, lutherani, wapi, hawataki kubatizwa maji mengi, halafu watu wa dunia wanabatizwa. Kwa hiyo unaweza ukaona shetani kuna wakati na yeye anakuonyesha kwamba hicho kitu ni cha kimungu. Pamoja na kweli, Lil Wayne ni filimasoli wa kutosha, na uchawi anao, lakini matatu yake lakini bado anakuonyesha kwamba Bwana Yesu yupo na anasamehe dhambi, na Yesu anasema mpate kujua mwana wa Adamu anaam ya kusamehe dhambi duniani. Hebu tazama kipande cha Lil Wayne. Sasa huyo ni Lil Wayne. Hai, wewe unasemaje na dini yako? hatubatizwi maji mengi, hatuwezi kuokoka, hatuwezi kufanya chochote. Pole, umeliwa mtu wa Petro alipokuwa amepokea Roho Mtakatifu siku ya Pentekosti kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume anasema tubuni mkabat. Ubatizo maana yake ni kufa pamoja na Kristo kwa njia ya ubatizo, na kunapofufuka katika wafu pale, kwa imani unakuwa weli mpya, umezika matendo ya kale kwa njia ya ubatizo. Toba, ubatizo vina muhimu na Roho Mtakatifu kwa sababu huwezi kushinda ukahaba ulionao huwezi kushinda uzinzi ulionao wala ulevi ulionao hata mimi mwenyewe kuna dhambi nilikuwa siwezi nilikuwa napenda sana madhambi mengine mpaka natazama mpaka mapicha machafu kwenye mitandao wakati mwingine nilikuwa natamani mali vitu vingi nimeshinda kwenye makamari kwenye maklabu huko nimecheza sana nataka nikwambie ndugu yangu mambo no unayofanya yote ni ubatili tu ndio maana Suleimani anasema kama ni madisco tumecheza sana najua nimecheza sana Nimefanya mpaka show mimi wewe. Nimewaenda kijiji kimoja, nimekusanya watu kijiji kizima, wakina neiba bila salamu, walioenda pale walijaza watu, mimi nikakusanya na mimi nikaandaa hela, nikalipia vipindi kwenye maredio, nikakwenda kuimba bongo flavor kule, nimejaza ukumbi mpaka watu wakasema hata wasanii wakubwa hawajawajaza hivi ni posta tu kutangaza, hata kama ujui kuimba. kipindi ta nyimbo sina nyingi, nilimbaga nyimbo zingine naimba hata za watu, kama Dulisaksi, nyingine za zamani kweli. mimi za kwanza, aaa, nyimbo zile za dunia ni ubatili mtupu. za kwanza kusema kahaba ni papasi wote usigusa, zinamtukuza nini? Mungu Yesu anakuja ndugu yangu. Ninakuombea neema ya Mungu, heri ukimbie Sodoma, kimbia jehanamu ya moto Milele hata milele hakuna toba kule. Hii dunia sasa muda mrefu imeshapotea na Yesu yuko mlangoni. Ishara umeziona. Manabii unapoona unajua wanajipanga kwa ajili ya kupambana na Masihi, lakini Yesu anasema hawatashinda. Watakatifu tutaondolewa. Itabaki dhiki, taabu utakutana nazo. Kama unamhitaji Bwana Yesu, unaweza ukafuatisha sala hii. Hapo hapo utakuwa umeokoka. Sema: Ee Bwana Yesu, Mimi ni mwenye dhambi. Nahitaji unipokee sasa. Futa dhambi zangu zote nilizozifanya. Kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kutenda. nisamee Yesu nimesikia neno lako. Kuanzia sasa, naomba nipokee, nifanye mwanao, na mkata shetani na kazi zake zote, na kuanzia sasa, naomba nipe na Roho wako Mtakatifu. Amen. Kwa imani hapo umeshaokoka, kama umefuatilia sala hii kutoka moyoni, kwa sababu anasema kwa kinywa, kwa kwa kinywa mtu ukiri na kupata wokovu, ila kwa moyo huhesabiwa haki. Mungu akubariki sana, endelea kufuatilia vipindi vyangu, naomba sawa, ushia kwa wengine ili chaneli iende mbali. Mungu akubariki.